Yeah, yeah, yeah. Hello, hello, mafans wetu wa The Five Ministry Production. Ah, tungomba uh, tu mafans mtuwe radi kwa usumbufu uliotokea baada ya kuachia mjomba episode 1 kwa channel ya The Five Ministry Production. Kuna issues zilitokea, some details kapotea baada ya kuachia mjomba episode 1. So tunaomba mafans mtuwe radi. Na hivi sasa tuko na channel mpya Pema Production. P E MA Production. So kuanzia sasa na hata kuendelea, kazi zetu tunaachia kwa hiyo channel. Make sure you subscribe, make sure you comment, make sure you share that channel. Na kufikia sasa, kuanzia sasa bila kikomo, kazi zetu tunaachia kwa hiyo channel. Nikutakie tu wakati mwema. Ukitegea Real father coming soon. Asanteni sana mafansi. Make sure una search Pema Production. Asanteni sana mafansi, muwe na wakati mwema, mkitegea Real father coming soon. Hivi sasa muda wowote tunaachia. Asanteni sana jina ni Pema Production. bila kusahau